Ukiwa na shida na pesa, huwa unafanya nini? Mfano, sasa hivi hapo ulipo una njaa, ujara, una shida na pesa, huenda unadaiwa kodi ya nyumba, huenda unadaiwa kodi ya ofisi, au unataka pesa ya kwenda kununulia mzigo, au unataka kwenye biashara zako tu wateja wao wanakuja wakinunua na pesa zinaonekana. Usihangaike kwenda kwa mganga, kwa sababu mganga pia na yeye ana matatizo na ana shida zake na ana njaa pia e, kwa sababu pia mganga na yeye ana njaa, sio kwamba mganga eti anakusaidia wewe, yeye hana ye njaa. A, yeye pia ana njaa. Kwa hiyo nakuuliza swali kabla hujafikiria kwenda kwa mganga wala kwenda kwa sheku kuombea. Je, ukiwa una shida na pesa huwa unafanya nini? Sawa, kama una shida na pesa ya kiasi chochote, una uwezo wa kuandika hapa kwenye comment kiasi ambacho una shida nacho cha fedha, alafu mimi naenda kukufundisha namna na ya kutengeneza kitu kama chuma ulete cha kawaida tu ambacho una uwezo wa kukitumia kwenye maisha yako ya kawaida ya kila siku, na ukawa unaona maisha yanaenda tofauti na jinsi yalivyokuwa zamani. Una shida na pesa? Kama una shida na pesa, nisikilize. Unajua mchele, mchele huu ambao tunaishi nao kila siku ni kitu kimoja ambacho kinaweza kukusababishia wewe, baadhi ya watu nao wadai ambao hawataka kulipa, baadhi ya pesa ambazo huwa ukipata zinapotea, una uwezo wa kuwa unazilinda na kuhakikisha wateja wanavyokuja ofisini wakinunua jioni haukutani na hasara. Kuna watu ambao wanakutana na hizi mambo, anauza sana ofisini kwake, lakini ikifika jioni akiangalia drawer anakuta hamna kitu. Kuna wengine wanakutana hali ya kwamba anapata pesa sana, lakini inafikia time zile pesa haelewi zimeenda wapi. Sasa nakufundisha namna nzuri na rahisi ya wewe kuhakikisha unapata fedha. Mfano, njia ya kwanza, unapotoka nyumbani asubuhi unaenda ofisini kutafuta pesa au unaenda, unaenda tu labda hata mtaani una, una ofisi kwa sababu sisi wa Afrika watu wengi tuliopo hatunaga ofisi maalum, kwamba mimi naenda ofisi fulani. Ni aidha una ofisi maalum au hauna ofisi maalum nyumbani. Una chumvi chumvi ya kawaida tu au chumvi ya mawe. Una mchele. Hivi ni vitu ambavyo vinaweza vikasababisha nyota yako ikawa ikawa hangavu na ikawa inakusaidia kwenye baadhi ya vitu. Asubuhi ukiamka chukua zako chumvi, kama umevaa sendo au umevaa, umevaa kiatu, weka chumvi kidogo kwenye kiatu chako vaa hicho kiatu, tamka maneno baadhi madogo tu, yani hivi ni vitu ambavyo unatumia nguvu za ulimwengu, sio ushirikina. Hizi chumvi, haya maji, mafuta, ni vitu ambavyo mnaenda kwa waganga na mashehe wanawapa, mnaenda kwa wachungaji, kwa maprofet wanakupa mafuta, wanakupa chumvi, wanakupa nini, hawakuelekezi namna ya kutumia hizi chumvi ambazo unaona zinatumika. Chumvi kwanza ni chumvi, chumvi huwa hailimwi, chumvi ni kitu ambacho kinaenda kutolewa baharini. Kina nguvu zake tofauti katika ulimwengu, kina nguvu ya maji ina, kina nguvu ya ulimwengu ya universe. Watu wengi hawajui nini maana ya nguvu ya pesa. ni chura tatu, nguvu ya pesa ni chura tatu, ni maana ya kutumia nguvu za ulimwengu uliopo kukupa manufaa kwenye maisha yaliyopo unayoyaishi sasa hivi. Yani kama una shida na pesa sasa hivi, una shida na kitu ambacho kinakusumbua sasa hivi, nisikilize: chukua chumvi kidogo kila asubuhi unapoamka unaenda kupambana, chukua chumvi kidogo, weka chini ya kiatu, tamka maneno ya vitu ambavyo unataka kiasi chochote ambacho unakitaka cha pesa, tamka pale, alafu nenda kapambane. Hizo chumvi usitoe we, we nenda. Hakuna mchawi, hakuna mganga, hakuna mtu yoyote ambaye anaweza akakuchezea wewe kwa siku hiyo, kama utaweka chumvi chini ya ya kiatu chako unaweza ukaweka chumvi au ukaweka mchele kidogo chini. Unaweza da, ukavaa ukaweka ndani ya soks lakini kwenye unyayo. Lakini njia nyingine ya kukufanya wewe ukawa ukitoka asubuhi nyumbani unaenda kupambana ukapata pesa, unachukua hata glasi ndogo tu, unaweka zako mchele kidogo ndani ya, ya, ya glasi. Unachukua hata zile silva zile za pesa ambazo tunazitumia sisi kwenye maisha yetu ya kawaida, unaziweka ndani ya hiyo glasi alafu unaweza ukachukua vitunguu saumu navyo ukaweka ndani ya hiyo glass, ukaweka mlangoni kwako unapoingilia, ukitoka, au unaweza ukaweka chumbani kwako. Ni popote pale ambapo wewe unaweka hiki kitu kitakusaidia unapotoka kwenda kutafuta, ukirudi lazima urudi na chochote, uwezi ukarudi bila kitu chochote. Kupata ma, ma, mafundisho zaidi ambayo yana uwezo wa kuwa yanakusaidia kwenye maisha yako kubadilisha maisha unayoishi hicho ni lazima ulipie. Kuna mambo mengi mimi nayajua, lakini siwezi kukuelekeza. Unaona, kuna baadhi ya vitu ambavyo nashindwa kuvizungumza direct, kwa sababu ili nijue unavihitaji ni lazima uvilipie, lazima utoe gharama. Hakuna mafanikio bila kutoa kafara, hakuna mafanikio bila kuamua kwamba mimi nataka. Kwa hiyo, kama unataka, unatakiwa kuamua kulipia, kwa sababu siwezi kujua kama wewe unataka au utaki, kama si nitaona ifuti yoyote mtu yoyote unayemwona amepata mafanikio kuna effort aliweka kwenye hayo mafanikio aliyopata. Kwa hiyo hata wewe ili nijue kama uko serious na hiki kitu ni lazima nione umelipia laki mbili ya Tanzania, elfu kumi na moja ya Kenya, dola mia kwa watu mlio Marekani, Canada sio wapi huko. Niwatakie siku njema. Mwenye swali, mwenye chochote ambacho anataka kuuliza, aulize. Niko hapa mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Nitamsikiliza na nitamwelekeza.